Sasa tuelekee kaunti ya Makueni na kuangazia ziara ya Rais William Ruto, na ni kwamba Rais William Ruto ameendelea kuwarai viongozi wa eneo la Ukambani kumuunga mkono na kushirikiana naye, akisema hatakubali eneo hilo kuendelea kusalia katika upinzani. Akizungumza mjini Wote alipoanza rasmi ziara yake ya siku nne katika kaunti tatu za Ukambani, Makueni, Kitui na Machakos, Rais Ruto ameahidi kuleta maendeleo katika eneo hilo, ikiwemo ujenzi wa mabwawa ya maji, viongozi kutoka eneo la Ukambani wakikejeli uhusiano kati ya na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka. Isaac Musyoka na taarifa hiyo. Ziara ya siku nne ya Rais William Ruto eneo la Ukambani ilianzia katika kaunti ya Makueni, Rais akichukua fursa hii kuwatahadharisha wakazi wa eneo hili dhidi ya kusalia katika mrengo upinzani, kwani hakuna maendeleo atakayopata na badala yake kuunga mkono wa serikali ya Kenya Kwanza. Mpango hana, sera hana, ajenda hana, akili hana. Atabadilisha Ukambani namna gani? Atabadilisha Kenya namna gani? Mimi nawauliza watu wa Ukambani, si ndio? Si mnajua wale majamaa kazi yao ni ukabila. At mimi ndio nilikuwa na makosa mimi niliwacha nafasi watu wakakuja wakazungusha Ukambani wakapeleka upinzani, lakini sasa nimefika, mwambieni Ruto amefika, amesema Ukambani inatoka upinzani inaenda kwa serikali. Waziri wa leba Daktari Alfred Mutua akibaini kuwa wapo baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakiwadaa wakazi wa kaunti wa za Ukambani kupinga serikali inapopanga kuleta miradi ya maendeleo eneo hili nia yao ikiwa kuwafanya wakazi kuendelea katika lindi ya fukara, ili wazidi kuwaabudu. Kuna watu wengine wana mpango wao, kwa Kiingereza inaitwa political poverty strategy. Hiyo strategy inasema ya kwamba waeke watu wakiwa maskini, ndio wakuone wewe ndio kiongozi ambaye utawaokoa, kama wewe ni mkombozi. Kwa hivyo watu wanakaa na umaskini mpaka mwisho Endelee kupanda Hata hivyo viongozi hao Ukambani wamebeza matamshi kuwa jamii ya Wakamba ni mabinamu na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakisema undugu huo una faida kwani hakuna miradi anayowaletea na kumwahidi rais Ruto tuta huyo mtu wa Kisirali nilikuwa naenda kuomba hii barabara ya kwenda imali mpaka Ukia anasema ati mimi siwezi kuona rais ati kura yetu ni kidogo hatuna shares kwa serikali wakati alikuwa kwa serikali alisema sisi kura yetu ni kidogo hatuna shares, hatufai kupata maendeleo. Sasa yeye ako nje ya serikali anakuja hapa anatuambia sisi ni cousin. sisi ndio tunakuwa cousin ya yule mtu aliyokuwa kwa serikali. Nyinyi mnataka kuwa cousin ya mtu ambaye hataki kukusaidia. Ziara ya rais Ruto katika kaunti ya Makueni imeonekana kuwafaidi wakazi hawa baada ya rais Ruto kuzindua baadhi ya miradi ya maendeleo ikiwemo barabara ya kutoka mjini Emali hadi Ukia na kutoa timiliki kwa wakazi wa Kasikeu. Na hata baada ya kinara wa chama cha Wepa Steven Kalonzo Musyoka kuonya viongozi katika chama hicho dhidi ya kuhudhuria mikutano ya Rais Ruto, gavana wa kaunti ya Makueni pamoja na mbunge wa Kilome Thaddeus Nzambia walikaidi agizo hilo na kuhudhuria ziara ya Rais Ruto. Isaac Musyoka, Undugu TV.